Jo, nikujuze, u hali gani? Na karibu katika kipindi cha Nijuze. Mi naitwa Gachi Basly Fiso, moja kwa moja. Leo nipo katika chuo cha uandishi wa habari Dar es Salaam, naitwa Dar es Salaam School of Journalism kwa lugha ya Kiingereza, na leo nipo hapa kuwauliza wanafunzi wa chuo hiki, je, wanaelewa nini kuhusiana na konsepti ya mwandishi wa habari na mtangazaji wao naelewa nini kwa sababu wao ndo walengwa haswa kuhusiana na swali hili. Nipo hapa na moja kati ya wanafunzi wa chuo hiki, eh, atatueleza majina yake kisha moja kwa moja tena kutujibu pointi yetu. Mambo vipi? Aise, salama za kwako. Salama kabisa. Salama, namshukuru Mungu niko vizuri. Wewe uko mwaka ngapi katika chuo hiki? Mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo hiki cha DSJ. Na wewe unasomea uandishi wa habari, ndio? Ndio nasomea uandishi wa habari. Ah, unaelewa nini kuhusiana na mwandishi wa habari na mtangazaji? Kwa kwako wewe unaelewa nini? Ah, well, kwanza ni concept mbili ambazo zinashabihiana kwa maana kwamba ni concept ambazo zinaendana, lakini zina utofauti kwa sababu unapozungumzia mwandishi wa habari, mwandishi wa habari ni nani? Ni mtu ambaye anafanya coverage ya news, kwa maana ya kwamba ni yule mtu ambaye anakuwa na access ya ya, ya kuzifikia taarifa moja kwa moja, lakini pili anakuwa na uwezo wa kuzipublish, anakuwa na uwezo wa kuzifanyia e, uchambuzi wa kina na kubaini makosa. Yani kiufupi mwandishi wa habari ni full package, ni yule mtu ambaye anaweza kukava kila kitu kuhusiana na, na swala zima la, la, la habari mpaka taarifa na kuja kuwa published kwa jamii, lakini tunapozungumzia mtangazaji ni yule mtu ambaye ana base na broadcasting, yule mtu ambaye anakuwa specialized na kutangaza aidha redioni au kwenye, kwenye kipindi cha television. Hiyo ndo tofauti ya mwandishi wa habari na mtangazaji. Mfano mdogo, <coughs> unakuta mtu anakuwa anafanya kazi kwenye gazeti kama mhariri. Yule pia ni mwandishi wa habari lakini sio mtangazaji. Si, yaani unakuta kuna yule ambaye anabezi katika engo ya habari tu kwa nje, kwa maana kwamba aidha kuripoti au kukusanya tu taarifa. Mwingine anaishia newsroom, hajawahi kwenda on air hata siku moja. Huyu pia ni mwandishi, lakini mtangazaji ni yule tu ambaye akifika anaingia mm -hmm. redioni anakuta anakutana na script, aidha anakutana na habari ambazo zimeeditiwa tayari, anaenda kufanya broadcasting na vitu kama hivyo. Kwa mwandishi ni yule ambaye anakava kila kitu, lakini mtangazaji ni yule ambaye ana zaidi kwenye broadcasting. Uh, mwandishi wa habari imebesi kwenye uandishi, imebesi kwenye vitu vingi. Hata sisi hapa darasa vyokuwa darasani, katika tuna tunasoma vitu vingi, tunasoma jinsi ya kutangaza, tunafundishwa jinsi ya kushuti ambao kutumia kamera, tunafundishwa kuediti, mambo ya grafiki, eh, kuandika habari ku nini uhariri vile wa magazeti eh, vitu vingi. Lakini utanga lakini utangazaji ni kati ambayo ipo ndani ya uandishi wa habari. Kwa hiyo utangazaji ni kati ambayo ipo ndani ya uandishi wa habari yani utangazaji ni mama wa uandishi wa habari, yani utangazaji ipo ndani ya uandishi wa habari kwa hiyo uandishi wa habari ndio mkubwa ia yeah, yeah. Utangazaji huko ndani yeah. ya uandishi wa habari, ni kama kifurushi cha uandishi yeah. wa habari ndani. Asante sana, mwandishi wa habari asilimia kubwa ni kama yule unakuta mwandishi wa kwenye magazeti. mm. <laughs> na kwa mtangazaji ni kama mtu yule anayotangaza kwenye redio ama kwenye tv yule mm. ndo kama oh. ni mtangazaji. okay. yeah. mm. So, tofauti zao kubwa mm. ni nini hasa? Hapo mtangazaji yeye anatumia mdomo alafu mwandishi wa habari kule yeye anakuwa kama anaandika anaandika zile habari kwenye magazeti. Asante sana asante. Kwa mimi ninavyoelewa tofauti kati ya mtangazaji na mwandishi, mm. mm. kwa kwa mtangazaji ni mtu, lakini mwandishi yule anayetangaza Naam, hayo ni maoni ya wanafunzi wa chuo hiki cha uandishi wa habari kuhusiana na mwandishi wa habari pamoja na mtangazaji, tofauti zao ni nini. Na hizo utakuwa umejifunza vya kutosha, na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Nijuze. Mimi naitwa Gachi Basly, so usisahau ku subscribe ku comment na kushare video hii. Asante na njoo nikujuze.